Ishirini na ishirini na tano tunapoumaliza katika Disemba hii ni maombi yangu kwa Bwana afungue akili zako, azifanye akili zako kuwa akili kama za wana wa Isakari, utambue majira uliopo. Holy Ghost fire, utambue majira, majira. Lazima ujue, ulishaondoka kwenye utoto. Wewe sasa tayari ni binti mzima ulishoondoka kwenye ubinti, ni mama, ni mke wa mtu. Wewe ni mke wa mtu, lakini hutambui nyakati na majira. Unataka bado uishi kama kamdada. Wewe ni mama, unataka uishi kama binti. Sikiliza mtu wa Mungu, tambua nyakati na majira. Wewe ni baba You are responsible for your family. Una wajibu kwa ajili ya nyumba yako. Ni kijana wa kiume, ni binti, unao wajibu wa kujiandaa kwa ajili ya majukumu ambayo Mungu ameyaweka mbele yako, lakini kwa sababu ya kuto kutambua nyakati na majira, bado maisha yako, bado maisha yako na mambo unayoyafanya hayaendani na umri wako. Oh, alasiri ya leo Bwana na mpango na wewe. Alasiri ya leo Bwana nataka abadilishe maisha yako. Alasiri ya leo Bwana nataka ashike hatamu ya maisha yako, ashike usukani wa maisha yako uweze kumaliza mwaka huu kwa nguvu na kuanza mwaka ujao kwa ushindi. Kwa hiyo, kutambua nyakati na majira. Wana wa Isakari walikuwa wanatambua nyakati na majira. Hivi unatambua nyakati ulizopo? Unajua uko kwenye umri gani? Ndio maana watu wengine ukimwita mzee anachukia, anajiita mzee kijana. Hakuna mzee kijana, uzee ni uzee. Umri kama umeshaenda, umeshaenda. Kubali kutambua nyakati na majira uliopo na ukabiliane nayo. Majira hayakusubiri, wakati haukusubiri. Huwezi ukapigana na wakati, wakati wenyewe unaenda na wakati, unachopaswa kukifanya ni kutambua nyakati na majira na kujua ni mambo gani unayapaswa kuyafanya na Mungu afungue akili zako leo katika jina la Yesu. Na kwa kipindi hiki cha leo cha uh, prayer zone, kabla tuingie kwenye maombi, nataka nizungumze na wewe mambo matatu ya muhimu unayoweza kuyafanya mwishoni mwa mwaka na ukawa umetenda kwa akili, ukawa umefanya vizuri mwishoni mwa mwaka. Nini ufanye mwishoni mwa mwaka, umalize mwaka vizuri? Jambo la kwanza, rejea mipango yako yote uliokuweko uliokuwa nayo mwanzoni mwa mwaka na uitathimini. Januari ilipojionyesha 2025, kuna mipango, kuna maombi ambayo ulimuomba Mungu kwamba, Bwana, katika mwaka huu ninaomba unisaidie jambo hili na jambo hili na jambo hili. Hiyo mipango uliyokuwa umeipanga, tunapofika mwishoni mwa mwaka ni wakati wa kuirejelea ile mipango.